Lakini ukienda katika ilani ya Chama cha Mapinduzi, yako mambo mengi makubwa yamefanywa kwa ajili tu ya vijana. Ukiangalia mikopo ya halmashauri, mikopo ya 30 ile tunaita local content, ukirudi katika ujenzi wa shule hizi, nikiwa na maana kuanzia elimu ya msingi mpaka elimu ya juu, lakini ukijumlisha na elimu bure hii, yote inakwenda kuwanufaisha vijana. Lakini kwa sambamba na hiyo mikopo ya elimu ya vyuo vya kati ambayo hapo mwisho, mwanzoni haikuwepo, na champion wa jambo hili atakuwa ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Kama hilo halitoshi ujenzi wa miundombinu ambao vijana itawezesha kusafirisha mazao kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo tutaenda kuyaeleza yale mazuri na makubwa yaliyofanywa kwa upande wa vijana. Hiko ndio kikubwa ambacho tutakacho tukitumia katika kuwashawishi vijana, hususan wanaopiga kura kwa mara ya mwanzo. Na hapa naomba niweke vizuri ili unielewe, kampeni hii tumewa champion zaidi wale wanaopiga kura kwa mara ya kwanza, kwa sababu wao ni wanagenzi ambao hawafahamu namna na zoezi la upigaji kura linaendaje, na pengine wanaweza kuwa wanagenzi au wageni katika masuala mazima ya kampeni. Na kama tujuavu hapo, baadhi ya wanasiasa ambao hawana nia njema na taifa letu na nchi yetu wanatumia kampeni chafu, kampeni nyeusi katika kushawishi vijana hawa. Kwa hiyo ndio maana tukasema tuanze na hawa vijana ambao ndio kwanza mara yao ya kwanza kupiga kura, lakini haina maana kwamba tumewaacha vijana wale ambao tayari ni wazoefu katika zoezi la kupiga kura. Lakini kampeni hii pia inalenga kuambia vijana wajitokeze kwenda kuania ama kugombea nafasi mbali katika uchaguzi wa mwaka 2025. Hapa tukiwa na maana katika nafasi za ubunge, nafasi za uwakilishi, nafasi za udiwani, kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini chengine inapanga ama inalenga kwenda kuwahimiza vijana katika namna bora na njema ya kuendelea kudumisha amani, umoja na mshikamano wa taifa letu.